Christina John Macha ndio mkurugenzi wa Noneria Natural Products. Mimi niko Arusha na pia ni mwanachama wa TCAA Chamber of Commerce. Shukuli, sisi tumefurahikia leo kututembelea watu wa TCAA kuja kutuona. Tuna bidhaa zetu mbalimbali kama hizi unayoiona hii. Ni sabuni yetu pendwa ambayo ni sabuni inaitwa Noneria Round Soap ni sabuni ambayo ni organic asilimia mia moja inatumia mafuta kiukweli. Ni sabuni ambayo watu wengi wanasema ni sabuni za magari, lakini sisi kama Noneria tukasema hamna sabuni inayotengenezwa na magari. Ni sabuni special kwa ajili ya kufulia na kuogea, na sabuni yetu ina povu sana, na pia hatujaachia hapo, tuna sabuni za kuoshea vyombo kama mnavyoziona hizi, hapa ni sabuni special sana kwa ajili ya kuoshea vyombo Noneria Natural Products tumetengeneza hii sabuni ni kwa ajili special tu kwa ajili ya vyombo na kusugulia zile sufuria zetu, zinapatikana ofisini kwetu hapa hapo kwa Noneria. Hatujaachia hapo tu Noneria, Noneria ana vitu vingi sana jamani, ana sabuni kama hii unavyoiona hii ni multipurpose. Hii ni sabuni ya multipurpose ambayo inaitwa Ultra Cleaner Inapatikana dukani kwetu, ni speshi kwa ajili ya kufulia, kuoshea vyombo, kudekia na nyumba yako iwe vizuri. Karibuni sana, utaipata dukani kwetu hapa Arusha. Na pia bado tuna mafuta mazuri kwa ajili ya kupikia mafuta ya mise, ah, ni mawese kwa ajili ya kupikia chakula chetu. Watu wa Kigoma wanafahamu, watu wa Kagera wanafahamu, ni mafuta ambayo yanatoka kwenye zao letu la mchikichi. Karibuni sana, hizi bidhaa zipo hapa dukani kwa Noneria, utazipata kama mwanachama TCCIA. Na pia bado tuna mafuta mazuri ya, te, ya kupaka ya palm oil kama unavyoyaona haya hapa, ni mazuri kwa ajili ya kupaka kwenye ngozi zako, wala watu wenye changamoto ya ngozi. Unajua sasa hivi watoto wetu wanazaliwa na changamoto za ngozi. Ukitumia mafuta ya mawese ni mazuri sana kwa ajili ya kutibu ngozi yako. Hatujahachi yako tu jamani, tuna vitu vizuri kama unavyoona. Hizi ni kwa ajili spesho ya um, kuosha magari. Ukishaosha gari lako unataka linukie vizuri, tuna hii hapa tena nzuri sana, polishi yetu. Unaosha gari yako nzuri, unaweka polishi, gari linanukia na gari linang'aa, inaonekana mng'aro mzuri. Hatujaacha hapo jamani, tuna vitu vizuri katika duka letu. Tuna mafuta ya mise nadhani watu wengi hawajajua mafuta ya mise ni nini. Haya mafuta ya mise ni special kwa ajili ya kutengenezea sabuni. Kuna wale wanaotengeneza mafuta wanaotengeneza sabuni za kama zile za, za koti ulizoziona pale za mise. Haya ni mafuta ambayo yanatoa povu sana. Karibuni sana. Hatujaachia tena hapo jamani, tuna mafuta mazuri kwa ajili ya ngozi. Haya ni mafuta ya kokonati kama unavyoyaona, ni mafuta mazuri sana kwa ajili ya afya ya ngozi yako. Kama mtoto wako ana aleji ya pumu ya ngozi ya ngozi, ana aleji ya mafuta, kama wewe ni kijana, wewe ni mzee, haya ndio mafuta mazuri sana, hayana harufu, ni mafuta ambayo yanatibu. Karibuni sana sana sana, tuna bidhaa nyingi dukani kwetu, tuna sabuni za toileti tuna sabuni hizo hapo mnavyoziona ni special kwa ajili ya chooni. Hizo hapo, choo chako kinanuka, kina wadudu, hiyo ni sabuni nzuri sana kwa ajili ya chooni. Zote hizo ni sabuni kwa ajili ya chooni, zipo za bei tofauti. Karibuni sana dukani kwa Noneria, tupo hapa, karibuni, karibuni sana achachie huku bidhaa zetu o, kama hizi tunauza jumla na rejareja kama mnavyoziona hizi hapa tunauza jumla na reja reja. Jamani, bidhaa kwa box ya pisi 25 kwa shilingi sabini. Jamani, karibuni sana hizi, shilingi unaweza sabini pia. Jamani, Noneria ana bidhaa nzuri, sabuni zetu zimethibitishwa na nembo ya ubora TBS, na tumepata grade 1 Tanzania, sabuni ambazo ni organic, mpaka ukisikia Tanzania tuna grade 1 na sisi tunajivunia sana karibuni sana dukani kwetu, karibuni kwenye platform ya TCCIA. Mtaniona ushauri pia tunatoa tunawakaribisha sana jamani. Kwa Arusha tunapatikana hapa Arusha, Arusha mjini, mitaa 5 star, na pia kwenye social media unaweza ukatupata Instagram, ukatumia Noneria at Natural Products, utakutana na nembo kama hii hapa, na Facebook pia utakutana na Noneria hashi product utakutana pia na nembo hii hapa. Na WhatsApp unaweza kutupata kwa namba 0767 18 8854. Tunawakaribisha pia mawakala, mtu yeyote anayohitaji kununua kuuza bidhaa zetu, tunawakaribisha. Unaweza tu kutupigia simu 0767188854. Karibuni sana. Na email yetu ni noneria@naturalproducts